Kwanza kabisa nianze uh, kwa kweli kwa kumpongeza Mama Samia kwa jinsi ambavyo ameonyesha hata kwenye wizara hii muhimu sana. Huko nyuma ilikuwa itengui fedha hivyo, lakini tunaona trend ya kuweza kuboresha uh, wizara hii muhimu sana ya mambo ya ndani na mimi nimekuwa ni msemaji mzuri sana kwao na nafuatilia kila item ambayo inaongezwa au kuboreshwa zaidi, lakini pia niwapongeze mawaziri na watendaji wote wa wizara hii. Uh, kwa sababu ya muda tunatambua umuhimu wenu sana katika taifa letu. Mheshimiwa mweshi naibu spika, nitaanza kwanza kwa kuchangia uh, kwa kuomba tunapokuwa tunapitisha hapa, basi serikali hakikishe kwamba inapeleka fedha kwa wakati na hata kamati imeainisha hapa kwamba kuna kuna majeshi mengine ambayo yanacheleweshwa hasa zima moto na magereza, tunaomba sana muweze kuhakikisha kwamba fedha zinaenda kwa wakati kutekeleza yale ambayo yamepangiwa. Mheshimiwa naibu spika, nianze na zimamoto kwa ujumla na baadaye nitaenda kule Tarime. Tumekuwa kwa kweli tunajua kazi yao kubwa sana, tunajua nchi yetu imeendelea sasa hivi. Uwekezaji mkubwa wa majengo makubwa ambapo wanahitaji kuwa na ofisi na magari, mmetaja hapa mmeleta magari, lakini bado naona kama hata kizi kwa kote. Kwa hiyo tuendelee kuwekeza kisha tuna magari ya kisasa ambapo tunapata majanga, watu waweze kwenda kuokoa on time. Tofauti, unakuta unapata majanga ya moto mpaka jengo linateketea na lote bila kupata msaada wowote ule. Na nikijiwekeza kule kwetu Tarime, jeshi la zima moto. Wilaya Tarime ina yani jeshi la zima moto ambalo liko base Tarime linahudumia Rorya na Tarime. Lakini hawana ofisi kabisa Mheshimiwa Waziri. Pale walipo wamepewa tu ofisi ya muda na halmashauri ya wilaya. Na wameshapewa demand notes ya kuweza kuondoka mwezi wa saba. Kwao hawana ofisi. Wameshaleta maombi mara kadhaa pamoja na mchoro. Wana eneo tayari kabisa na hati wanayo, eneo la sikwa mita 798. Kwa hiyo naomba kabisa hao watu katika fedha ambazo mmezitenga ni mbona kwa mkoa wa Mara tunapata ofisi mbili? Naomba Tarime wewe mmoja wapo kizingatie na hudumia uh, Rorya lakini Tarime kwenyewe Sirari pamoja na kwenye Nyamwaga. Na sasa hivi tumewekeza kule, hata serikali imewekeza na sekta binafsi wamewekeza. Tuna jengo la kisasa la soko ambalo zaidi ya bilioni 9 mmejenga kule Tarime. Kuna mahoteli mengi ya kisasa. Kuna jengo la kanda maalum Tarime, leo umetujengea zuri kabisa kule. Kwa hiyo tunahitaji gari la zima moto la kisasa. Lilopo ni gari la lita elfu moja tena ambalo limefanywa modification, halina capacity kabisa, halina fomu ya kuweza kuzima mafuta, moto wa mafuta, halina fire hydrant. Tunaomba the modern one mmetangaza hapa, na niombe katika ile magari mia hamsini iende moja Tarime, lingine liende Rorya mayake ni wilaya mbili ambazo zinahudumiwa na hao watu.